Ujambo na karibu langu. Jina ni maskini Msomi na hii ni maskini msomi TV ambayo inakuletea taarifa kemkem na matokeo pindi yanapochipuka. Taarifa ambayo imenifikia kwa sasa ni kwamba e, Wasafi TV ambayo ni ya diamond Platinumz, sasa imechomwa. Wasafi TV ya Diamond wameichoma moto, na huu ndio utakuwa ndio mwisho wa mafanikio, um, ya Diamond Platinum. Ifahamika ya kwamba Wasafi TV ni moja ya project kubwa ya Diamond Platinum ambayo inamwingizia kipato kando na mwana wanamuziki wake, nasemekana ya kwamba Watanzania ambao walikuwa na ghadhabu na hasira kubwa sana walichoma TV, Wasafi TV kwa sababu inasemekana ya kwamba Diamond Platinumz anamuunga mkono eh, Mama Samia Suluhu Hassan ambaye alichukua urais kwa uh, awamu yake ya pili. Ni kumbuko ya kwamba Diamond Platinum kwa sasa hivi yuko Tanzania. Mara ya kwanza alihamia Kenya, na wakati alifika Kenya tuliona watu wengine walianza kumfukuza, mmoja wao akiwa Nuru Okanga. Nuru Okanga alimwambia kwamba aondoke Kenya, akumwambia muunge mkono mama Samia Suluhu kipindi ambacho wa Watanzania wakiumia. Kutoka hapo tulipata taarifa ya kwamba Diamond Platinum alitoka Kenya na akaamia Dubai akapanda ndege na kuelekea du, Dubai. Sasa hivyo, wakati Watanzania wa walijua wali kwamba ametoroka ndio walisakamia wali wasafi wali TV na kuichoma hadi kuwa Eh, chifu. Na inasemekana ya kwamba si yeye peke yake, hata hata mali ya Mwichaku pia ilichomwa, kwa sababu pia inasemekana ya kwamba Mwichaku pia na muunga mkono Mama Samia Suluhu, kitu ambacho Watanzania hawakipendi. langu jina la salia kuwa Maskini Msomi, na hii ni Maskini Msomi TV.